With many publishers struggling to meet day-to-day -day operational costs. There is a potential crisis that is likely to happen come January 2026 if this money is not paid. Wachapishaji wanaiomba serikali ilipe deni hili mara moja ili kuepuka kutatizika kwa elimu. Emily